Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika mwendelezo wetu wa safari ya jangwani. Ninaamini wengi tunazidi kubarikiwa, ikiwa leo tunaingia siku ya nane, naamini baraka hizi zinazidi kuonekana katika safari yetu yenu ya maisha, na Mungu anakubariki katika kile ambacho umekiweka, kama tulivyosema, kwamba kila mmoja ameweka nia fulani, kila mmoja ameweka lengo fulani katika safari hii ya jangwani na usiku na mchana anasali ili lile lengo lake ile nia yake iweze kupata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Naamini safari hii sio nyepesi sana, ndio maana nawaomba tuzidi kusali, nawaomba tuzidi kutembea pamoja katika safari hii, na safari hii usitembee peke yako tu, kama nilivyosema. Tualike na wengine ikiwa leo tumeingia siku ya nane e, kwa kulike, kushare, comment, subscribe ili wengi waweze kupata baraka katika safari hii. Unapomwalika mwingine na wewe Mungu anakubariki, na naomba tuendelee like. Kidogo tuseme ukweli, katika tafakari zilizopita tuliangalia kwa namna pekee namna wana wa Israeli walivyotoka utumwani nchini Misri na kwa namna ya pekee walitembea vizuri sana ila, tuliona walipofika karibu na bahari ya Shamu, mambo makubwa yalianza kutokea pale. Matatizo yalianza kuonekana, shida zilianza kuonekana, changamoto zilianza kuonekana. Nini kilitokea pale? Waligeuka nyuma na kuona jeshi kubwa la Farao, zaidi ya mia sita wanakuja na silaha mbalimbali. Hawa wana wa Israeli walipoona haya mambo yanayotokea, waliogopa sana, maana walijua kabisa hawana pa kukimbilia. Nyuma kuna jeshi, mbele kuna maji, nyuma kuna farasi, mbele kuna bahari. Hivyo wakaanza kuogopa, na lengo kubwa japo e, wana wa Israeli vichwani mwao waliamini hawa wa Misri wanakuja kuwaangamiza, lakini vichwani mwao hawa wana e, wa Misri au ili jeshi la Misri pamoja na kiongozi wao Farao walikuwa na lengo la kuwarudisha utumwani, la kuwarudisha tena katika hali ile ya utumwa. Hawakuwa wema kiukweli katika maisha ya hawa wana wa Israeli kwa sababu lengo kubwa ilikuwa ni kuwarudisha. Unaweza ukasoma hizo bali katika kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na nne aya ile ya tano mpaka ile aya ya tisa. Sasa ndugu mmoja aliniuliza father, hata mimi ningekuwa eh, ningekuwa Mwisraeli au ningevaa viatu vya wana wa Israeli ningeogopa sana ningeanza kukumbuka Misri, ningeanza kukumbuka yote ambayo yalikuwa yanatokea nilipokuwa utumwani. Ila nikamweleza nikamuuliza, je, umesikiliza vizuri mafundisho ya kuogopa kuwa na akili za jana, kuwa na akili za utumwa pale unapopiga hatua kuelekea jangwani? Akaniambia ndiyo. Nikamwambia basi, endelea hivyo hivyo, shikilia katika hatua hizo unazopiga sasa. Nikamwambia kuwa, epuka si tu kuwa na akili ya kufikiria jana, bali epuka vile vile roho ya Farao. Akanuniza, anataka kusema kitu gani? Akanuliza, anataka kueleza nini? Na ndio hiyo mada ya leo, epuka roho ya Farao. Naomba niwaeleze katika safari yetu ya jangwani, katika masomo tuliyoyasikia tunaweza tukakubali kuwa Wamisri na Farao wao, huyu kiongozi waliamini sana na kuelewa kuwa wana Waisraeli wana wajibu na haki ya kuwatumikia. Naomba ieleweke hivi, walikuwa chini yao na waliwafanya wapendavyo. Hawa wana wa Israeli walikuwa watumwa wao. Hawakuamini hata siku moja kuwa wana wa Israeli wangeweza kupiga hatua kutoka katika utumwa. Bila kujua bila kujua bila kujua, narudia tena kuwa wana wa Israeli walikuwa wamejiwekeza wenyewe katika sala na maombi, wakimlilia Mungu awasaidie ili awatoe katika utumwa ule na mungu akasikia vizuri sana sasa hii roho ya kifarao kiafrika wanaweza wakasema ilikuwa ni ile roho ya kikoloni na hii roho ilikuwa kwa watawala wengi sana hawakuamini kuwa watawaliwa wanaweza kuwa huru au kujitawala wenyewe wengine mpaka ilifikia hatua ya kumwaga damu watu walipigana wakauana ili mradi tu waweze kuwa huru hii roho ya Farao unayesoma wapi? Naomba nieleze ukweli. Ukisoma kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na nne aya ya tano e, mpaka ile aya ya sita na kuendelea mpaka ya saba, unaweza ukasoma hivi, lakini naomba tujikite katika hii roho ya Farao katika aya ile ya tano inasema hivi: Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema ni jambo ni nini jambo hili tulilotenda la kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Naomba tuelewe ni swali la msingi sana katika hii roho ya Farao. Wanajiuliza kabisa, au wanajiuliza kwa nini tumewaacha hawa watu waende wasitutumikie tena. Ndugu zangu, naomba niwaambie hivi, yawezekana tunasafiri au ya tupo katika ulimwengu wetu wa leo, kuna wale ambao Mungu amewabariki kwa cheo, uwezo, mamlaka, mali fedha biashara, na chini yao kuna watu wanaowatumikia, kuna wafanyakazi ambao wanawatumikia. Sasa tatizo linakuja wapi? Tatizo ni kwamba vichwani mwao hawaamini au aw, hawataki kusikia hata siku moja hawa watu walio chini yao wanapiga hatua kutoka katika utumwa au kutoka chini ya miguu yao au chini ya utawala wao. Itawapa mfano, yawezekana mimi ni mwajiri, nimemwajiri kijana, ila kichwani mwangu siamini kabisa kuwa kijana huyu anaweza kupiga hatua au kuondoka kwa sababu ya kile ambacho ninampa au malipo nayompatia au eh, ufanisi wa kazi yake, siamini, bila kujua kwamba huyu kijana chini anasali na kuomba Mungu amjalie apige hatua. Yawezekana nina mfanyakazi wa ndani, kichwani siamini kuwa ataondoka kwa kile ninachompa au kwa ukarimu ninaomwonyesha bila kuelewa tena kuwa huyu mfanyakazi anasali yeye mwenyewe ili Mungu amsaidie apige hatua. Yawezekana ni bosi ofisini kwenye kampuni fulani, lakini tatizo na roho ya Farao, siamini kuwa nitapokea barua ya mfanyakazi fulani au mtu fulani akiomba kuacha kazi au kuhamia sehemu nyingine iliyo bora zaidi. Sasa bila kujua kuwa katika wafanyakazi mlio nao wanasari hata wao ili Mungu awajalie wapiga hatua kutoka sehemu hii kwenda sehemu nyingine. Yawezekana nipo katika uhusiano na mtu fulani, lakini nikiangalia kabisa ni kama Farao tu, namshikilia kwa pesa zangu namsikiria kwa madaraka yangu siamini siku moja atapiga hatua na yeye huyu awe na maisha yake awe huru ajitegemee. Hii ni akili ya Farao. Hii ni akili ambayo lazima kuikataa kwa nguvu zote katika wale tunaosafiri katika safari yetu hii ya jangwani. Kwa sababu gani? Lazima kuikataa. Naomba niwambie, watu wengi wamepitia mateso sana pale walipokumbana na watu wenye moyo na akili ya Farao. Pale ambapo e, Farao aliona kuna uwezekano wa mtumwa wake kuondoka au kupiga hatua, farao huyu alimnyanyasa, alimkatia misaada, alimsingizia wizi kumzushia kesi ya uongo sio na kichwa wala miguu, kumnyang'anya mali na kutesa sasa nyingine familia yake au kumwachisha kazi ili tu huyu mtu aendelee kuteseka. Ni mateso makubwa sana. Amini usiamini, kuna wale wanaomshukuru Mungu kwa sababu ya mabosi zao, ni waite mafarao, waliokuwa chini yao walikuwa wakarimu, walikuwa wema, lakini kuna wale ambao mpaka kesho wanaumia, wanaugua, wanateseka, wana vidonda, wana majeraha yaliyosababishwa na mafarao hawa waliokuwa na moyo huu kama ka wafarao tunaousikia katika masomo, moyo wa kutoachilia wale walio chini yao ili nao wapige hatua, jambo wasilokuwa wanajua kwamba Wamisri hawa au mtumwa huyo vile vile alikuwa anasali na Mungu huwa anasikia naomba. Ndugu zangu, niwaombe leo, kwa wale walio na moyo kama wa kifarao, Mungu akikubariki kuwa baraka kwa watu wengine. Mungu akikufanya kuwa daraja, vusha watu waweze kutoka hapo kwenda sehemu nyingine. Amini usiamini, ipo siku, ipo siku watarudi kukushukuru. Na wale ambao wanapambana na hawa watu wenye moyo wa Farao, niwatie moyo katika safari, wasiache kusali. Ipo siku Mungu atawasikia, Mungu atawafungulia milango yao ya maisha na watatoka utumwani, wataelekea Misri na malengo yao ya maisha, wataelekea nchi ya ahadi na malengo yao ya maisha yatatimia. Tuendelee na safari.